Tuko hapa kama wanachama hai wa Simba Sports Club. Tukitoka hapa tunajua mtatafuta kadi zetu na namba zetu ili mtufungie. Tuko tayari kwa hilo, tunaomba kuambia sisi ni wanachama hai, tuna namba, tuna kadi, tuna matawi yetu. Mkitaka tuwape kadi zetu, tutawapa. Tuko tayari, kwa sababu tunajua silaha yenu pekee nyinyi ni kutufungia. Hatuko hapa kwa ajili ya kumdefendi Mohamed Deuji. tuko hapa kwa ajili ya kudai haki yetu ya msingi ambayo tunatakiwa kupewa na klabu yetu. Tunataka ushindi, tunataka furaha. Moja ya ahadi za mwenyekiti zilikuwa nini, jamani? Ah, moja mw ya ahadi ya mwenyekiti ilikuwa nini? Kuifunga Yanga, guys come on, ilikuwa ni nini? Mwenyekiti, tunaomba utuambie. Kwa ahadi yako moja tu uliyoshindwa kutekeleza unapaswa kutoka, hilo ni kosa la pili, kwa sababu kuifunga Yanga yaani wewe uliomba kura ukituaminisha sisi kwamba kazi kubwa unayoenda kufanya wewe ni kuifunga Yanga, lakini umeshindwa. Kwa misimu yako yote tumepigwa goli tano mbili sijui ngapi nje ndani, sisi tunapigwa, alafu mwenyekiti upo na hiyo ilikuwa ahadi yako. Bado unakaa kwenye kwenye, kwenye media unasema ujui kosa lako. Kwa nini utoke? Sisi leo tumekaa hapa kukuainishia makosa yako yanayokufanya utoke. Umetugawa, tumefanya vibaya, hujatimiza ahadi yako <laughs> japo sisi ya <laughs> japo sisi lengo letu hapa sio kuifunga Yanga. hmm. lengo letu ni yale maono ambayo alikuwa nayo na Mohamed deuji ya kwamba Simba na, na kauli ya the late um, uh, Rais Magufuli alisema tuna, naomba Simba moyo wa kwanza kuleta Kusuma. kombe la Afrika nyumbani yeah. ndugu zangu waandishi wa habari wa kwa mechi tuliocheza kwa, kwa, kwa fainali ya Simba, ya Simba na Berkane kuna mtu anaweza akathubutu kusema lile kombe halikuwa kwetu? Lile kombe lilikuwa la kwetu, lakini figisu tulizofanyiwa ni masikitiko kwa yangu kwamba kwa, mba, kwa bahati mbaya nzuri mimi nilienda Morocco kwenye ile mechi na ndugu yangu pale mwandishi wa habari nani David Pascal alikuwepo na waandishi wengine. They saw what happened. I even felt sorrow kwa, kwa Mangungu kwa sababu tulikaa airport more than 8 hours right, alikalishwa chini kwenye kwenye kwenye sakafu akihesabu pasipoti zetu, lakini nyinyi waandishi wa habari wakati mwingine ni watu wabaya, you guys didn't say anything, lakini berikani wamefika hapa, wamekaa airport 3 hours, waandishi wa habari wameanza kusema wanafanyiwa figisu, you understand. Mimi na hofu au na kichelea kusema kwamba, yani hata zile drama zilizokuwa zinatokea mechi inaenda Zanzibar. I'm sorry lakini naweza kusema kwamba huenda klabu yangu ilikuwa inajua kwamba sisi ile mechi tutaenda kucheza Zanzibar, ila waliogopa tu kutuambia, kwa sababu kwa matendo wanayoyafanya ni wazi kabisa kwamba wako behind the scene ya kuirudisha Simba Sports Club yeah, nyuma. Kwa ndugu zangu, tumekaa hapa leo kusema haya ambayo tumeyasema, tunaomba waandishi wa habari mfanye haya ambayo tunayasema, kuweni mstari wa mbele kutoa habari za, jaribuni kubalance stories tu, tuacheni kuwaumiza watu ambao watu wale ambao wako tayari kuisaidia Simba ndo wanaopigwa ma, hata sisi tuliokaa hapa, you guys don't be surprised kuona sisi kesho hamwezi kutuona tena, hatuna nguvu ya kusema kwa sababu huenda tumevuliwa huu wanachama. Saa hizi tunaamini kwamba lazima kadi zetu zitakuwa zinatafutwa na matawi yetu, wenye viti wetu watapigiwa simu kuambiwa kwamba sisi hatustahili kuwa wanachama kwa sababu tu tumehoji haki zetu za msingi. O, sijui kama niite ombi au niseme tunawataka viongozi wetu wa Simba Sports Club wafanye mambo haya. Tunaomba wasikae wasikusanye. Baadhi mwenyekiti, tunakuomba usikusanye baadhi ya wanachama unaoamini ni wakwako, unaweza kuwapa mia tano mia tano mia mbili mia mbili, ukakaa nao huko nje, ukaanza kuwa feed poison ya kutugawa sisi. Tunakuomba kama hilo, hatutaki yani, hatutaki usitugawe. Umetukuta tumekupigia kura, tumekufanya uwe mwenyekiti. Mimi sijakupigia kura, ulipiga kura. Okay, kwa hiyo inawezekana yeah, ndo sababu anatuita sisi wahuni kwa sababu hatukumpigia kura. Lakini mwenyekiti, this is funny, eh? Uh, tukuombe kwamba usitugawe, usitukusanye huko vikundi vikundi, wale unaoamudu, ukaanza kuwapa taarifa za uongo. Fata katiba inasema nini. Wewe ni moja kati ya watu ambao wanapaswa kutunza katiba kwa tunaomba usome katiba uielewe, ufate katiba inataka nini. Kama kuna problemu yoyote ya mwekezaji, sisi wanachama ndo tumemweka mwekezaji, sisi ndo tumempitisha kwenye mkutano mkuu, kwa sisi tunastahili kuambiwa kwamba huyu mtu hatufai kwa sababu moja, mbili, tatu. Tukishindwa kumsuu kama mwekezaji, tutamsuu kama mwanachama kwa sababu ni mwanachama hai wa Simba na ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club, kwa tuna nguvu ya kumuita kwenye mkutano mkuu kama mwanachama, tukauweka pembeni uwekezaji wake, halafu tukaja tukamhoji. Kwa hiyo, mwenyekiti, tunataka mkutano mkuu wedha, wa kawaida au wa dharura. Tunautaka huo mkutano mkuu, ili mtuambie problemu alizokuwa nazo mwekezaji na sisi wanachama tuamue kwamba huyu mtu hatumtaki, msitufidi taarifa huko nje. La pili kwako mwekezaji, we are not here to defend you. Tuko hapa kukuambia haya, sisi tunaona kazi unayoifanya, we believe you are doing that, na kama kuna problem between you na uongozi wa Simba Sports Club, kwa sababu sisi we are not on your side. Sisi tuko upande wa 51, sisi tuko upande wa wa, wa klabu ya Simba, right? Hmm. Sasa tunakutaka, hatuombi. Yani sisi leo hapa hatuna kauli ya kuomba hmm. Hatuombi, tuna hmm, haki ya kutaka. Kwa hiyo tunakutaka, i mean we are pushing you to come out and tell us exactly what is going on. Tunataka kusikia kauli yako, kwa sababu kwa miaka minne ambayo tumefanya vibaya hukuwahi kutoka kusema chochote kutuambia. Viongozi wetu hawakuwahi kutoka kusema chochote kutuambia kwamba kwa nini tunafanya vibaya. Tunapowazungumzia viongozi wa Simba Sports Club na wewe upo, imani yetu ni kwamba kwa kuona usajili huu na mabadiliko tuliyoyaona baada ya misimu mingine, we believe you did your job, lakini kama kuna lolote tunakuomba utoke uje utuambie kwamba shida ni nini. Sasa hivi tunachotaka ni kauli yako, tunachotaka ni wewe utoke, whether utaita press conference, kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa bodi, whether utaita, utashinikiza viongozi wenzio wa bodi kuitisha mkutano wa dharura, tunataka kusikia, lakini we are pushing to hear your voice. Na utuambie kwamba what is going on, we are tired of assuming, hatuko tayari kuendelea kuashum ama kuhisi kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Hizo hayo ndio mashinikizo yetu. Viongozi tunataka mje mtuambie kwa nini tumefanya vibaya mkuta, miaka minne mfululizo. Tunataka mje mtuambie, tunataka mtuitishie mkutano mkuu aidha wa kawaida au wa dharura, na tunataka na mwekezaji naye atoke aseme. Tunataka hivi vitu vitatu, narudia, viongozi wa klabu ya Simba muitishe mkutano wa dharura, mtuambie problem za, za mwekezaji ni zipi. Na mtuambie kwa nini transformation imeshindikana kukamilika, kwa sababu kama yeye ni tatizo, that means hiyo ndio sababu ya transformation kutokamilika. Kwa tunataka mtoke mtuambie. Tunataka kitu cha pili, uh, mwenyekiti utuambie pia kwa nini tumefanya vibaya kwa misimu hii yote minne chini yako. Tunataka utuambie mkurugenzi wetu wa wanachama na mashabiki ni nani. Lakini jambo la nne tunataka mwekezaji utoke, tunahitaji kusikia sauti yako. Ndugu zangu waandishi wa habari, asanteni kwa kunisikiliza. Tunakaribisha maswali.